Watu wengi sana wanapopita katika changamoto za maisha huwa wanahesabu kuwa negative, yaani wanahesabu kuwa kitu hasi. Nakunywa maji ya Kilimanjaro. Kilimanjaro, drink water. Um, wanafikiri kwamba mapito au changamoto ni negative ni vitu vya kupoteza, ni vitu vibaya, vitu visivyostahili. Lakini leo natamani nibadilishe mtazamo wako na kukuonyesha uh, faida ambazo utazipata unapopita kwenye changamoto. Faida faida, eh, advantages au benefits ambazo utazipata kwenye kila changamoto unayopitia. Faida nataka nikupe leo, faida nne ambazo utakutana nazo kama ukiamua kuziangalia kama faida utakutana nazo unapopita kwenye kila changamoto. Hii itakusaidia unapopita kwenye changamoto, ubadilishe attitude na mtazamo wako. Usione kama kupita kwenye changamoto ni kufa, ni kuferi, ni kushindwa, ni kutotoboa. Fahamu kabisa changamoto ni shule, changamoto ni university ya kukusaidia kubadilisha maisha yako na kukua. Faida ya kwanza, okay, basi na kwenye faida kwanza, ni vizuri pia ujue kwamba hizi changamoto tunazozungumza ziko changamoto za aina tofauti. Kuna changamoto binafsi, personal challenges. Kuna changamoto za kikazi eh, organizational institutional challenges, changamoto za kibiashara eh, changamoto za kibiashara uh, kule na kila eneo lina changamoto zake. <coughs> Sasa mojawapo ya faida hizi, ukizijua hizi nne zitakusaidia usiwe mapema sana unakata tamaa, usiwe unakata tamaa mapema sana. Kwa nini? Kwa sababu utashindwa kupiga hatua na kufanikiwa kwenye vile vitu unavyovifanya. Faida ya kwanza ni kwamba changamoto kwa kawaida huwa zinakuminya kama unavyominya tunda ili litoe juisi, alafu zinavyokuminya zile changamoto zinaibua uwezo wako mkubwa usioujua uliomo ndani yako, Kiingereza wanaita potentials. Changamoto zinaibua potential ndani yako. Kuna vitu ambavyo unaweza kukuta wewe ni mzuri kuna vitu ambavyo unaweza kuta we unaviweza. Kuna vitu ambavyo unaweza kujua wewe unavi, unavijua kuliko wengine, lakini uelewi kwa nini vimejificha ndani yako na havitokaa vigundulike au wewe uvijue mpaka siku utakapopitia changamoto. Kuna watu huwa wananiambia, sikuwahi kujua kama mimi naweza kuzungumza mbele ya watu mpaka siku ambapo fulani anayezungumza alikuwa haonekani au kachelewa nikapewa mike nizungumze, nilitaka kujikojolea, ila uwezi amini, nilipata sifa, watu wanipigia makofi, watu walinifata wakaniambia, kwa nini usiwe MC? Kwa nini usizungumze mbele za watu? Kwa nini? Ni kwa sababu aliface changamoto ya kufanya kitu ambacho hakufikiri ikaibua potential ndani yake, kwamba you are good at what you're doing. Faida ya pili ni kwamba changamoto huwa, kwa kawaida, zinakufanya uondokane na tabia ya mazoea. Tabia ya mazoea Kiingereza tunaita complacency. complacency ni tabia ya kufikiri kwamba hivi ndivyo tunavyofanya, hivi ndivyo tulivyozoea, hapa huwa tunafanyaga hivi, sisi kwetu ndivyo hivi. Alafu unafanya mazoea, mazoea haya yanakuja kukutesa na kuja kukuhatarishia mahusiano yako, ndoa yako, kazi yako. Kwa sababu gani? unafanya vitu kwa mazoea sasa. Ili uondokane na mazoea complacency, inabidi upate changamoto. Kwa mfano, ukapata changamoto ya kushushwa cheo, unakuja kugundua, Mungu wangu, hapa kama nimeshushwa cheo, kitakachofuata nitafukuzwa. Lazima niache ujinga, lazima niache mazoea. Halafu unaanza kukaa sawa, unapambana kwa sababu umejifunza. Kwa nini? Kwa sababu mazoea yalikukosti. Changamoto zinakufanya uondokane na tabia yoyote ya mazoea. Wako watu wameingia kwenye ndoa zao, walikuwa nalala na night dress, walikuwa wanakumbushana message za hapa na pale, walikuwa wanatoka auti, walikuwa wanafanya hivi, wakapata watoto wawili watatu, mazoea ya ndoa yakawa, wakaona ndoa ni kawaida tu, tunatunza watoto. Siku moja wakakutana message fulani na message fulani: nashukuru sana jana, ilikuwa vizuri, asante kwa ofa. Unakuja kugundua Mungu wangu, unapitia kwenye changamoto ya kimahusiano kwenye ndoa yako, inakukumbusha kwamba ulikuwa na mazoea ulichukulia ndoa poa, ulimchukulia mwenzako poa. Sasa unagundua kumbe kuna wengine wanampenda. Usichokitaka wewe, wenzako wanakwambia tutakipata lini? Ukishagundua hivyo, unarudi kwenye msimamo na kuwacha mazoea. Changamoto, jambo la tatu, zinakufanya utambue vipaji vilivyofichika ndani yako. Kuna watu wana vipaji wanavijua, wanavielewa, wanavitambua na wanavitumia. Kuna watu wana vipaji hawa vitambui hawavielewi hawavijui na kwa hivyo hawawezi kuvitumia. Wanalalia lulu wanalalia gold, kwa sababu hawajui wana hivyo vipaji. Sasa unavyopata changamoto, changamoto zinaweza zikakusukuma ukajigundua, mungu wangu, sikuwahi kujua kama mimi nina kipaji cha kuuza vitu cha kunadi vitu cha kumconvince mtu anunue. Kwa nini nimepata hii? Nilivyoachwa kazi achishwa kazi, nikajikuta ninaanza kuongea na watu wanipe bidhaa zao, mimi niongeze kidogo kahela pale, niuze, nimepata hela, mpaka wale watu walinipa bidhaa wanashangaa. Sasa nimeamua mimi zile bidhaa niwe nanunua nauza mwenyewe ili faida kubwa nipate. Umegunduaje una kipaji cha kuuza, sales talent? Ni baada ya kupata changamoto ya kuacha kazi. Kuna watu wamekuja kugundua na vipaji vya ufugaji na kilimo baada ya kufukuzwa kazi, ndio anakuja kumbe, nilikuwa napoteza muda kule kwenye ajira, napata laki nne, laki tano kwa mwezi, wakati nimeingia kwenye ufugaji hapa napata milioni na nusu kwa mwezi. Umegundua vipi na kipaji changamoto zilivyokuja. Na jambo la mwisho, changamoto zitakufunza njia mpya za kwenda kwenye solutions. Changamoto zitakufunza njia mpya za kwenda kwenye solutions. Changamoto zitakusaidia kupata njia mpya za kwenda kwenye solutions. Mara nyingi kuna vitu ambavyo tunaona kama ni giza, hatujui tutavisolve vipi, tutakumbana navyo vipi, tutakabiliana navyo vipi, unapata shida sana, lakini utakuja kugundua, utakapopata changamoto utakutana na solution. Utakapopata changamoto ndio unajua kwamba kumbe kufunga kunawezekana, nilikuwa sifungi mimi. Utakapopata changamoto ndo ugundua kumbe kulala njaa ni kitu cha kawaida. Unapopata changamoto unagundua kumbe unaweza ukamface boss na kuongea naye, lakini ulikuwa unafikiri haiwezekani. Unapopata changamoto unagundua kabisa kumbe mama mko ni mtata, lakini naweza nikamfuata nikamwambia mama, unachokifanya kwa ndoa yako sio kizuri. So unapopata changamoto ndio unakuja ugundua kumbe inawezekana kuachana na marafiki zangu nikawa peke yangu, inawezekana na nikafurahi tu kwa sababu nilikuwa na watu wengi wananinyanyasa, wananizungumza vibaya. Kumbe inawezekana nikasolve mambo yangu peke yangu. Unavyopata changamoto, ndio unakuja kugundua, kumbe mara nyingine ukimya ni solution. Unavyopata nini, changamoto. Kwa hiyo ziko faida za kupita kwenye changamoto. Isu ni kwamba unazichukuaje changamoto, unazichukua negative au unazichukua positive. Naitwa Dr. Chris.